Yes, bana Shanika aliweza kudai kuwa baba wa mtoto wake wa rapper 50 Cent, tunajua kabisa hawa pia wameweza kupata mtoto, aliweza kumshambulia kimwili alipokuwa na ujauzito wa mtoto wao wa ambaye anafahamika kwa jina la Marquise Jackson e, pia alidai kuwa alimshambulia na mama wa mtoto wake wa pili ambaye anafahamika kwa jina la e, Daphne Joy na kudai ndio sababu ya kuweza kuamua kuachana naye. Akiwa live kwenye ukurasa wake wa Instagram alisema kwamba 50 Cent ni mnyanyasaji na ni katili mpaka leo.

Alinipigia eh, nikiwa na ujauzito au aliweza kunipiga nikiwa na ujauzito wa Marquise, tumbo lilikuwa kubwa eh, tayari kwa sababu alikuwa eh, mkatili yani. Bado ni mkatili kihisia na kimwili, bwana mshikaji. Anakana mkatili kihisia na kimwili, bwana. Mwanamke huyo ameamua kukiri kwamba mwanamke wake wa kwanza ambaye alikwisha kuuza naye mtoto wa kwanza pia, eh, aliweza kumpiga kipindi hicho wakati ana ujauzito wa mtoto wao wa kwanza ambaye pia ni, ni mkubwa kwa sasa hivi, lakini pia anakiri akawa anamnyanyasa kwa kuweza kumpiga kati ni mjamzito, lakini haikuishia hapo. Mara baada ya 50 Cent kuweza ku move on na kuweza kutafuta maisha mengine, kupata mwanamke mwingine ambaye pia ameweza kujifungua naye mtoto mwingine, pia hivyo hivyo ameweza kumnyanyasa kwa kuweza kumpiga akiwa ni mjamzito eh, katika hali unajua, katika hali ya ujauzito wanawake pia wanahitaji mkatili lakini pia ni mnyanyasaji kwa namna yote ile, kwa yani haijalishi kwamba uko katika hali gani, e, mshikaji anaweza tu kunyanyasa, na ameweza kukiri hapo katika mtandao wake wa Instagram. Hapo hapo alikuwa live na kuweza kuweka wazi kabisa kwamba 50 cent kutokana na yale yote ambayo amekwisha, e, kumfanyia kipindi cha ujauzito, na sio yeye tu, hata mtoto wake mwingine ambaye amepata kwa mama mwingine, ameweza kuyasikia yale yale ambayo yalikwisha kutokea kwake yameweza kutokea. Na kwa upande mwingine yep, maoni yako kuhusiana na 50 cent kwa kile ambacho anakuwa na kifaa Anya, ni kibaya, by the way, kwa, kwa wanawake unampigaje mwanamke bwana, akiwa mjamzito wakati anakuletea kitu kizuri kabisa, eh, katika dunia hii? Drop comment yako kwa maoni yako kwamba ni 50 cent, bwana achana na ukatili huu, na vitu vingine viweze kuendelea. Utakomentisha kabisa ukiingia pale YouTube ukiandika sawa sawa digital then ukasubscribe, utakuwa umefanya poa zaidi chao.